Mazoezi ya kijeshi ya pamoja kati ya China, Russia na Iran hayatazima mzozo na Marekani kwa sasa. Hapa ni kwa nini? Moja. Mazoezi haya ni sehemu ya mazoea ya kimuungano na si kuzuia vita moja kwa moja. Mazoezi kama Maritime Security Belt 2026 yanayofanyika katika Guba Hormuz yanakusudiwa kukuza ushirikiano wa kijeshi na ulinzi wa njia za meli na siyo tamko la kusitisha au kuepuka jumla ya mzozo wa kivita. Wanajeshi wanajifunza kuendeleza usalama baharini na kufanya mazoezi ya uokoaji, kukabiliana na uhalifu wa majini na utekelezaji wa utekelezaji wa ushirikiano. Mbili, Marekani bado ina nguvu kubwa ya kijeshi na haijakataza mzozo kufanyika. Marekani imeongeza vikosi vya kijeshi katika eneo hilo na kuonyesha kuwa ina chaguzi zote ikiwa ni pamoja na kijeshi dhidi ya Iran ikiwa mzozo utaongezeka zaidi. Hii inaonyesha kwamba Marekani bado haijasitisha mipango yake ya kijeshi. Tatu, ushirikiano wa China na Russia na Iran sio sawa na mkataba wa ulinzi wa pamoja dhidi ya Marekani. Ingawa nchi hizi tatu zinashirikiana kijeshi mara kwa mara, hakuna mkataba wa kijeshi wa pamoja unawawekea wajibu wa kushirikiana moja kwa moja dhidi ya Marekani kama ilivyo kwa baadhi ya mikataba ya NATO. Ushirikiano wao ni zaidi kwa upande wa usalama wa bahari na si muafaka wa kuzuia vita au kutetea moja kwa moja dhidi ya nchi nyingine kama Marekani. Nne. Kama ilivyo sasa, mzozo wa kisiasa na kijeshi bado unashughulikiwa kwa njia ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Kuna mazungumzo ya siasa na nyongeza ya utisho wa kijeshi, lakini kuna wale wanaoshinikiza suluhisho la kidiplomasia na kutuliza hali. Kwa kifupi, mazoezi ya pamoja hayazuilii mzozo wenyewe, bali ni ishara ya ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi hizo, na mzozo wa kisiasa pamoja na uwezekano wa migogoro ya kijeshi bado unatibuliwa kupitia mazungumzo na mageuzi ya kisiasa.